Ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote. Hii ni Mei 12, siku ya Jumatatu. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema makerubi wawili. Mara tu wazazi wetu wa kwanza walipofukuzwa bustanini, Mungu alitoa tumaini la Masihi Mwanzo sura ya tatu ya 15. Kisha akaweka ishara yenye nguvu katika malango ya Edeni. Makerubi wawili wenye kung'aa sana kati yao. Tunapaswa kutambua kwamba tukio hili linafanana sana kwa karibu na sanduku la agano, ishara ya kiti cha enzi cha Mungu kutoka sura 25 ya 18. soma Mwanzo sura ya 3 aya ya 21 hadi 24. Makerubi walipewa kazi gani na kwa nini? Wakati, kwa hakika, makerubi walipewa jukumu la kuwazuia wenye dhambi wasiufikie mti wa uzima katika Mwanzo tatu sura 22, walikuwa pia ishara ya tumaini ya ahadi kwamba siku moja wanadamu wangerudishwa katika paradiso. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo duniani kwa muda mrefu baada ya mwanadamu kutengwa kutoka katika njia zake za kupendeza. Jamii ya wanadamu walioanguka dhambini Waliruhusiwa kwa muda mrefu kuyatazama makazi yao waliyoishi hali wakiwa hawana hatia. Kuingia kwao humo kulizuiliwa tu na malaika walinzi. Katika lango la paradiso lililolindwa na makerubi, utukufu wa Mungu ulidhihirishwa. Mahali hapa alikuja Adamu na wanawe ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya nadhiri zao za utii wa sheria ile, ambayo kwa kuiasi walifukuzwa Edeni. Lakini katika wakati ule wa urejeshwaji wa mwishoni patakuwepo mbingu mpya na nchi mpya, Ufunuo sura 21 aya ya kwanza. Edeni itarejeshwa ikiwa imepambwa kwa utukufu mwingi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, Ukurasa Na na na tano. Maneno katika Mwanzo sura ya 3 aya 24 pia yanavutia. Biblia inaonyesha kwamba Mungu aliweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na neno la asili la Kebrania lililotumika ni shakan, neno mzizi la hema takatifu, tazama Kutoka 25 aya 9, Hesabu 3 aya 26, ambapo kuwepo kwa Mungu kulikaa kati ya watu wake ingawa neno la jumla shekina, linalomaanisha kuwepo kwa Mungu, halipo katika Biblia lenyewe pia linatokana na neno hili ambalo mara nyingi hutafsiriwa hema. Tafsiri sisisi ya shakan inaweza kusomeka, Mungu aliweka hema ya makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni. Katika Biblia makerubi wanahusishwa na kuwepo kwa Mungu tazama Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 13 aya 6 Zaburi ya 80 ya kwanza na Isaya 37 ya 16 hasa na kiti chake cha enzi ambacho ni mahali ambapo jina lake linatangazwa. Hatupaswi kushindwa kuona kwamba wazee 24 wanaotumika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu katika Ufunuo 4 na Ufunuo tano wanaimba sifa zake na kutangaza haki yake ya kutawala kama yeye aliyeviumba vitu vyote Ufunuo sura 4 ya 4 ya 11. Hili linaweza kutusaidia kuelewa mandhari ya chumba cha enzi na wajibu au wa nafasi yetu kama watenda dhambi waliosamehewa katika uhusiano na muumba wetu. Mungu atubariki sote na karibu tena.